Maafisa wa polisi wanaendeleza uchunguzi katika kisa ambapo mwanasiasa mmoja mjini Kimilili aliponea jaribio la mauaji dhidi yake usiku wa Jumatano. Yadaiwa mwanasiasa huyo, Abdulaziz Mulama, maarufu Sadam, aliponea jaribio la mauaji baada ya watu wasiojulikana kumiminia risasi gari lake mwendo wa saa tano usiku wa Jumatano alipokuwa akirejea nyumbani kwake viungani mwa mji wa Kimilili. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Kimilili, mwanasiasa huyo amesema kuwa watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki walilifuata gari lake hadi katika boma lake na kuanza kumiminia risasi baada ya kumfuata kwa muda kutoka mjini Kimilili usiku huo wakati nilikuwa naenda nyumbani, kufika pale posta niliona pikipiki kanifuata nyuma na ilikuwa imebeba mtu. So mi niliona tu ni kama kawaida pikipiki na abiria. Wakati nilisonga kufika pale Delight mochari juu yake kidogo, yule mtu alikuwa amebebwa, yule abiria akaniambia nisimame kuangalia, nikaona alikuwa na bunduki. Saa ilibidi mi nianze safari mwendo wa kasi kuacha hiyo pikipiki, but nilikuwa naenda nikiangalia kwenye miraa yangu walikuwa bado wanafanya nini, walikuwa wananifuata. Ilibidi nichukue simu yangu nikapigia mke wangu, nikamwambia, fungua mlango, mi nimefuatwa na watu ambao nashuku ni wakora, e, na nikawa nimeweka on kuanzia pale cocktail mpaka kwangu. Wakati nilifika masoja wangu walisikia on, wakafungua ndo walidelay kidogo mpaka ikabidi nikatoka kwa gari nikitafuta penye naweza toka bat mzuri walifungua, nikawacha gari ikiwa Uh, bado ina nguruma ikaingia ndani na naona watu wakuwa wa, wa wezi walikuwa wanataka m kuniangamiza. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Bungoma, Anderson Njagi, amethibitisha tukio hilo na kusema kuwa maafisa wa polisi waendeleza uchunguzi huo ili kubaini waliohusika katika uvamizi huo. One, uh,

Aidha, familia na wafuasi wa mwanasiasa huyo wameitaka idara ya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliotekeleza kitendo hicho huku mwanasiasa huyo akihoji kuwa amekuwa akipata vitisho vya mara kwa mara kutoka watu wasiojulikana katika siku za hivi karibuni. Uchunguzi wa kina kabisa, tujua wakora walikuwa kina nani na wanatoka sehemu gani na kama tena ilikuwa kisiasa pia tuweze kubainisha, ndio tujue kwamba kama tunapotembea tutembee tukijua kwamba kuna wakora Kimilili. Nataka kuomba vyombo vya usalama akiwemo OSBD, DCI na hata county commissioner wachunguze hii kitendo, maana si kitendo ya kawaida katika mji wetu huu wa Kimilili. Wili Haemba Kurunzi, kutoka Kimilili, kaunti ya Bungoma.